Jenifer alitamani sana kuolewa na mwanamume mwenye pesa nyingi na hatimaye ndoto yake ilitimia alipokutana na Roy, kijana mtanashati tajiri mwenye biashara wa vifaa vya umeme. Alichokitamani basi kikawa kweli, na baada ya muda mfupi tu walifanya harusi, na harusi yao ilikuwa kifahari sana. Jenifer alijiona kuwa na bahati ya kipekee mno. Alisahau kabisa maisha ya shida aliyopitia kijijini yeye pamoja na mama yake, kwa muda mfupi sana baada ya kupata mali Alisahau kabisa machozi ya mama yake aliyemlea kwa tabu bila msaada wa baba. Sasa alikuwa ni mke wa mtu na maisha yake yalijaa ufahari sana pamoja na starehe nyingi. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Jenifa kumpigia simu mama yake, kwa sababu aliona kwa sasa hana msaada wowote ule katika maisha yake, kwani ana mawazo kama ya watu wenye pesa na kwa sasa yeye sio levo zake tena. Aliona hata kama angeomba ushauri kwa mama yake, basi angempa ushauri wa kimaskini tu. Jenifa alikuwa akimtumia fedha na kumpigia simu pale alipojisikia Mwaka mmoja ulipita na vitu vikabadilika ghafla. Mama yake Jenifa ambaye alikuwa akiishi kijijini peke yake alipata maradhi mazito sana. Hakuwa na mtu wa kumtazama wala kumtunza. Basi alichukua simu na akampigia mwanae Jenifa, akamwambia, Jenifa mwanangu, ninaumwa sana, nipo katika hali mbaya na sina mtu wa kunitunza wala kuniangalia, na pia kipato changu ni kidogo sana na nashinda kukidhi gharama za hospitali, naume unisaidie mwanangu. Ilibidi Jenifa akubali tu kishingo upande kwani hakuwa na namna, lakini alijisemea ndani ya moyo wake, nitamchukuaje hapa apate matibabu, ila akishapona tu lazima arudi huko huko kwake, mimi siwezi kukaa naye hapa kabisa. Basi tukija upande wa pili, Roy mume wake Jenifer naye akuwa na furaha kabisa kwa uamuzi aliochukua Jenifer juu ya mama yake yakuja kaa kwake na kutibiwa, Alikubali tu wakuwa na namna. Mama Jenifa alipofika mjini alifurahi kuona binti yake akiishi maisha mazuri, alidhani hatimaye amepata sehemu ambao anaweza kukaa kwa amani mpaka pale atakapopona. Mama Jnifa kuwa na lengo kabisa la kuamia nyumbani kwa mtoto wake Jnifa, kwa sababu alijua si vizuri kabisa kuishi hapo kwa muda mrefu, lakini ni ugonjwa tu ndio umemleta hapo na ana msaada kokote pale isipokuwa kwa mtoto wake wa pekee ambaye ni Jifa. Laii kuchukua mda mrefu alianza mama kuonyesh wake alisikuwa uwepo wake nyumbani kwake ulikuwa kama kero tu. Alimuona kama ni mzigo ambao wakuhitaji kabisa ndani ya nyumba yake. Siku moja, alimuita Jenifer chumbani na alimwambia, mimi kuna kitu nakihisi juu ya mamaako. Nahisi mamaako anatumia mgongo wa ugonjwa wake kama fursa ya kujinufaisha na mali zetu inawezekana ndia pesa za matibabu tunazompa huwa anafanyia mambo yake mengine tu. Sidhani kabisa kama anaendaga hospitali. Moyo wangu unagoma kabisa kukubali kwamba anatumia hizi pesa kwa ajili ya matibabu, na hisi, kwa sasa siwezi tena kutoa pesa kwa ajili ya matibabu yake. Basi Jenifer, aliposikia maneno ya wa mume wake, moyo wake ulianza kubadilika taratibu. Jenifa alifurahi kimoyo moyo, aliona kama mumewe kumbe yupo pia upande wake. Basi mama yake hata kaa hapo muda mrefu. Kadri siku zilivyozidi kwenda mbele, Jenifa alizidi kuamini maneno ya mumewe kuwa kweli, mama yake alikuja kwa ajili ya pesa na si kwenye matibabu kama alivyosema mwanzo. Jenifa alikuwa hataki mama yake akae kwake kwa ajili ya matibabu kwa sababu ya umasikini alionao, lakini kila alipomsikiliza loi Aliona roho alikuwa sahihi sana. Itakuwa mama yake amefuata ajenda nyingine tu. Aliona kama kaja kumaliza pesa zao au itakuwa mama ananionea wivu kwa sababu nimeolewa na mwanaume tajiri. Ndio maana kajipa sababu ya ugonjwa. Alijisemea moyoni mwake, "Mama, hapa mjini utaondoka tu. Wewe inakupasa vumbi la kijijini na sio haya maisha mazuri ya hisia mjini." Mama Jenifer licha ya kuumwa kwake, alianza kuhisi kama mzigo ndani ya nyumba ya mwanae. Kila siku maneno, kashfa, dharau yalitoka mdomoni kwa Jenifer. Alijaribu kila mara kuvumilia, akiamini ipo siku binti yake angerejea katika hali yake ya upendo, lakini mambo yalizidi kuwa mabaya. Basi Jenifer alianza kumpangia mama yake kazi ngumu za nyumbani, licha ya hali yake ya kuumwa. Alikuwa akimwambia mara aoshe vyombo, afue nguo hata apike chakula chote cha familia huku yeye na Roy wakifurahia maisha yao tu bila kumsaidia. Na walitambua kabisa mama yao ni mgonjwa na hawakujali hilo. Walifanya visa vyote ili mama Jenifer aondoke nyumbani kwao. Roy alikuwa akimchukia sana mama mkwe yake, mara nyingi alikuwa akimpuuzia hata kumtazama kwa macho ya dharau. Mara kwa mara alimuuliza Jenifer, hivi mama atakaa mpaka lini? Jenifer naye alijibu, kwa maisha anayoishi hapa nyumbani sasa hivi hawezi kukaa muda mrefu, hivi karibuni tu ataondoka, atachoka mwenyewe. Siku moja mama Jenifer alikuwa amekaa kwenye meza kulia chakula. Alimuita Jenifa akamwagiza ameletee chakula jikoni, kwani alikuwa na njaa sana, baada ya kufanya kazi nyingi, alafu istoshe alikuwa anajisikia kuumwa, hivyo hakuwa na nguvu za kwenda kuchukua chakula mwenyewe. Jenifa alimjibu kwa dharau, akamwambia mama, huwezi ukawa unakula chakula kila saa kwani wewe huwezi kustahimili hata kidogo tu. Mtu gani wewe, kila saa unakula kula tu, ndiyo maana humu ndani toka uje mchele umalize hata wiki Mama yake alihisi uchungu sana moyoni, lakini ya kujibu. Sasa pale mezani kulikuwa kuna sahani ambayo Roy imemaliza kula chakula. Mama Jenifer alianza kula chakula kilichosalia kwenye sahani ya Roy. Jambo lililomfanya Jenifer kumtazama kwa hasira sana. Akasema, "Mama, tafadhali uwe na heshima basi. Usile mabaki ya watu waliobakia kwenye chakula kama vile uko kijijini. Utakujiga kula sumu wewe." Basi Jenifer alienda jikoni, akapakua chakula kwenye kontena, akaenda akamtupia pale mezani. Akamwambia, "Kula hicho chakula unenepe. Si ndo unachokitaka?" Mama Jenifer alisimama pale mezani akamwangalia mwanaye kwa huzuni sana, huku machozi yakimtiririka. Alimwangalia afu akaongea kitu, akakiachakia chakula na akaondoka zake. Usiku mmoja baada ya mzozo mkali sana kati ya Jenifa na mumewe kuhusu uwepo wa mama yake, Jenifa alifanya uamuzi wa kikatili sana. Alimfata mama yake chumbani alipokuwa amekaa na akamwambia, kwa sasa hakuna nafasi ya kukaa katika nyumba yetu. Kuna wageni wa mume wangu kutoka kazini kwao, na kesho wataingia hapa, hivyo watakaa kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo wakuti kuwa na nafasi ya wewe kukaa hapa, na hao wageni ni wageni muhimu sana na lazima waje wakae hapa, kwa maana hawana pa kwenda. Hivyo kesho utatakiwa uondoke hapa mama. Machozi alimtoka mama Jenifer, moyo wake ulijaa uchungu sana. Akuamini kuwa binti yake aliyemlea ya kwa mapenzi yote na kujitolea, leo hii anamfukuza kwake baada ya kupata maisha mazuri. Mama Jenifer alijaribu kumuomba mwanae, alisema, mwanangu naomba niondoke hapa nikipata nafuu ya ugonjwa wangu, sina kipato kikubwa cha kukidhi gharama za matibabu. Lakini Jenifa hakuwa na huruma hata kidogo kwa mama yake, yeye alijali kumfurahisha mumewe tu na sio mtu mwingine. Jenifa alijibu kwa hasira akasema, nadhani nimeeleweka. mtu gani wewe usiyejali kazi za mume wangu? Haya, unataka uendelee kukaa hapa ili mume wangu asiendelee kufanikisha biashara zake? Kwa kweli, kwa hilo sitakubali kabisa. Jenifa alimpa mama yake elfu hamsini na alimwambia nadhani hii itakutosha, na kuhusu haya za matibabu nitakuwa nakutumia huko huko. Naomba siku ya kesho usipite mama, utanikela. Mama yake alibaki chumbani akiwa na huzuni sana. Alilia kwa machozi akisema, siamini kama huu ni Jenifa mwanangu, anaweza kunifanyia mambo haya. Jenifa anajua kabisa maisha tuliyopitia, nimemlea mimi bila babake, lakini yeye ndo malipo naopokea sasa. Ee Mungu wangu naomba unisaidie mimi. Kesho yake mama Jenifa aliaga na akaondoka. Lakini kabla hajaondoka, Jenifer alimfuata mamake na kumpokonya pocha iliyokuwa nayo. Hili ni jasho langu, mimi na mume wangu, na si haki yako wewe. Jenifer aliongea kwa dharau sana. Mama Jenifer alibaki amesimama akimtazama binti yake kwa huzuni. Hakuwezi hata kidogo kuamini kuwa Jenifer amefikia hatua hii. Roy alikuwa akisoma mchezo tu, alisimama pembeni huku akiwatazama kwa macho ya dharau sana. Mama Jenifer alisema, Jenifer mwanangu, leo hii umenifukuza kwako. Nimekuja nikiwa mgonjwa lakini nimeambulia manyanyaso na mateso tu hapa nyumbani kwako. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Mungu ameona kila kitu na Mungu ndiye atakayenilipia. Basi Mama Jenifer aliweka mizigo yake yote chini. Alifungua begi lake na kutoa kila kitu ambacho aliwahi kupewa na mwanaye Jenifer. Aliviacha hapo mlangoni na akaondoka zake. Mama Jenifer alitembea hadi kituo cha mabasi kwa sababu ya fedha kidogo aliyopewa na mwanaye. Alisema, "Hii pesa lazima niitumie vizuri kwa sababu sio rahisi Jenifer anitumie pesa tena." Alikuwa na uchungu sana. Kwani alijua kabisa Jenifa na mumewe hawataki kuishi na yeye kwa sababu ya ugonjwa waliokuwa nao. Na kinachompa uchungu zaidi ni kubadilika kwa mwanaye Jenifa ambaye aliteseka sana kwa ajili yake. Lakini leo ndo malipo wanayomlipa. Alijisemea, "Umaskini wangu leo umenidhalilisha." Basi mama Jenifa alifanikiwa kupanda basi na alipofika kijijini alikuwa dhaifu sana na mgonjwa zaidi. Watu wa kijijini walimhurumia na kuamua kuchanga pesa kwa ajili ya matibabu yake kila mwezi. Kwa neema ya Mungu baada ya mwaka mmoja hali yake ilianza kuimarika na polepole hadi pole ya akapona kabisa. Wakati huo wa Jenifa na Loi waliendelea na maisha yao ya kifahari, lakini nyuma ya pazia, kumbe Loi alikuwa akifanya biashara haramu ya kuuza madawa kulevya. Hakuwahi kumwambia Jenifa ukweli wowote ule kuhusu kazi yake, alimdanganya, mimi namiliki duka la vifaa vya umeme, lakini ukweli ni kwamba alikuwa ni mfanyabiashara wa magendo. Na hata kumbe, sababu moja kubwa ya kumchukia mama mama Jenifa ni kwamba alimjua mama mama Jenifa si mtu wa kudanganyika kwa pesa kama Jenifa mwanaye aliona uwepo wake nyumbani kwake ungeweza kufichua mambo yake anayoyafanya ya na ipo siku angegundulika tu. Muda ulivyopita, biashara haramu ya Roy ilianza kufuatiliwa na vyombo vya usalama. Siku moja, polisi walivamia eneo lake la biashara na kumkamata Roy. Baada ya uchunguzi, waligundua kuwa utajiri wake mwingi ulitokana na biashara haramu na wizi. Hivyo basi serikali iliamua kutaifisha mali zake zote, ikiwemo nyumba zao, magari yao ya kifahari, na kila kitu walichokuwa anamiliki. Baada ya Roy kukamatwa na kuwa gerezani, Jenifer alipewa siku chache tu kuondoka katika nyumba yao bila kubeba kitu cha thamani. Basi hukumu ya Roy ilitoka. Roy alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela, na kwa mshangao mkubwa, Jenifer alijikuta hana chochote kile. Hakujua la kufanya, alitamani kumtafuta mama yake ili amsaidie, lakini aliona aibu kubwa sana. Aliamua kuendelea kujikaza peke yake. Aliamua kuhamia katika nyumba ndogo sana katika mitaa ya uswahilini. Maisha yake yalibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo, uzuni vyote vilianza kumsumbua na hatimaye alipata ugonjwa wa presha. Jinifa alipata ugonjwa huu wa presha wa mara kwa mara bila ya kuwa na mtu yeyote wa kumsaidia. Hakuwa na rafiki, hakuwa na ndugu wala mtu wa kumwangalia alipokuwa mgonjwa aliteseka sana kwa kipindi kirefu bila mafanikio. Siku moja, hali yake ya kiafya ilizidi kuwa mbaya sana, kichwa kilimuuma, presha ilikuwa juu zaidi, na mwili ulikuwa hauna nguvu kabisa. Alihangaika kutafuta msaada, lakini hakuwa na rafiki yeyote. Wale waliokuwa wakimzunguka enzi ya utajiri wake walimkwepa kama ukoma. Katika hali hiyo ya maumivu, aliukumbuka uso wa mama yake, uso wenye upendo, huruma na subira. Alisi uchungu mkubwa sana moyoni alipokuwa akimkumbuka mama yake alijuta kwa kila kitu alicho kukifanya kwa mama yake. Alikuwa ni mtu wa kulia tu kila siku. Muda mrefu ulipita na siku aliojisikia nafuu, basi alijikusanya na kuanza safari ya kurudi kijijini kwao. Miguu yake ilikuwa mizito, mwili ulikuwa ni dhaifu, lakini moyo wake ulijaa na maumivu sana, huku akitumaini kwamba mama yake angemsamehe. Njiani machozi hayakukauka kabisa machoni mwake. Baada ya muda kidogo, Jenifer alifika kijijini kwao. Alikuwa amechoka sana na mtu aliyoonekana kuwa ni mgonjwa mpaka mlangoni kwao, na aligonga hodi huku moyo wake ukidunda kwa nguvu sana. Mlango ulifunguliwa na mama yake alitoka nje, walitazamana kwa muda mrefu, huku kila mmoja akimshangaa mwenzie. Jenifer alipiga magoti na kulia kwa uchungu, akasema, mama, naomba unisamehe, nimekosa mimi, sikujua haya yote, huku akiendelea kulia kwa uchungu sana. Mama yake alimwinua na akasema, nimekusamehe mwanangu. Alizungumza kwa sauti iliyojaa upendo na huruma. Basi, walikaa pembeni na Jenifer alimwadisia kila kitu kilichompata mume wake. Mama yake alimuonea huruma sana na kumkaribisha mara ya pili kwenye maisha yake, na huo ndio unakuwa ndio mwisho wa stori yetu. Tafadhali andika maoni yako. Je, yeah, wewe ungekuwa ni mama Jenifer, ungemruhusu mwanao aendelee kuishi na wewe au ungemwambia akajitafutie maisha yake tena? Tafadhali usiache kusubscribe, kucomment na kulike story hii. Tukutane tena katika story inaofuata kuwa karibu na, na maabara yako pendwa kabisa ya story. Bye. Bye.